Neno zuri, jifunze kusema neno zuri. Mmoja aliulizwa, unampenda mkeo? Akasema naam. Unampenda vipi? Akasema maneno mazuri ambayo yalisajiliwa, akasema: agharu minha wa minni wa min almakani wazamani wa in khabatuha fi aini ila yaumi alqiyamati la ma kafani, nampenda na namwonea wivu mpaka mahali aliposimama napaonea wivu, kwa kuwa pamemmiliki mtu ghali kuliko wote hata pale alipokaa na pia napaonea wivu, kwa sababu vipi atakaa mke wangu sehemu ile pale, nayo pia nayeonea wivu. Na lao ningemficha nyuma ya macho yangu mpaka siku ya kiyama, bado hajanitosha, bado naona sijafanya lile ninalohitajika kulifanya. Kwa nini? Kwanini? kusema naam, qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha wa ana wa hiya ruhun wa qalbun wahidun hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha, hasbuha, hasbuha, hasbuha. Naona maneno mazuri kama hayo, na unapomwambia mke kama hayo, kama alikutesa, kama alikunyima mambo mazuri, atakufanyia kila kitu kizuri. Roho yake ni yangu na yangu ni yake, moyo wangu ni wake na wake ni wangu, na mimi na yeye ni roho na moyo mmoja. Kinitoshacho mimi kinamtosha yeye, kimtoshacho yeye kinamtosha mimi. Aa, zidisha, atakwambia ongeza maneno kuna watu hawajui kusema maneno mazuri na wake zao isipokuwa mahawara wao vichochoroni.